Kaki, tuko pamoja. Umefurahi ni nini? so, <laughs> si, umeangae hata uja angalia, ifungue zaidi, ina makaratasi wa si unaenda <laughs> kuhonga

ile <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh -uh, ile ingine smart ile kabisa ile kufa kabisa, kwani kwa nkwe? Asante.